Lab, lakini kama haitoshi linamuumiza na kumwathiri moja kwa moja mzabuni wetu wa jezi ambaye ni kampuni ya Jart e. Swala la jezi feki tunaliangalia kwa jicho la juu juu sana, lakini ni moja kati ya changamoto kubwa kweli kweli kwenye maendeleo ya klabu yetu lakini ni moja kati ya jambo baya kweli kweli ambalo linaathiri wawekezaji wote hasa kwenye eneo la jezi. Ukimuuliza Vunja Bei kitu gani kilimuathiri? alipokuwa mzabuni wa jezi Simba atakwambia jezi feki. Ukimuuliza Sandaled, kitu gani kilikuwa kikwazo kwako kwenye biashara ya jezi, atakwambia jezi feki. Ukienda ukimuuliza Jay Rute, ndani ya miezi yako miwili hii mitatu uliyoanza kufanya kazi ya Simba Sports Club ya, ku, ya kutengeneza jezi, kitu gani mpaka sasa kimekuwa kikwazo, jibu lake litakuwa ni jezi feki. Sasa hawa maharamia E, imefika muda wa kuanza kudili nao papendikula kwa ajili ya kuiokoa klabu yetu ya Simba, lakini kumsaidia mzabuni aweze kutimiza, kutimiza malengo yake. Jerut kwa kushirikiana na vyombo vya dola anafanya kazi kubwa ya kuwakamata wale wote ambao wanazalisha na kuuza jezi feki. Ameshakamata watu wengi na sasa yupo kwenye mchakato wa kuwafungulia mashtaka, twende tuwapeleke mahakamani kwa kesi ya uhujumu uchumi. Lakini hiyo peke yake, kuwakamata tumeona haitoshi tulichokuamua hivi sasa na sisi e, Simba Sports Club tumsaidie JR tuingie mtaani kwenda kuzungumza na wana Simba. Inawezekana mtu asioni athari ya jezi feki ambayo anainunua akaona tu ni kwamba nimenunua tu jezi hii ya Simba basi natosha, lakini asijue e, ule uchungu ambao Simba tunaupata kwa yeye kuvaa na kununua jezi feki. inawezekana hajui hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo taarifa, inawezekana hana elimu ya kutosha kuhusiana na madhara ambayo anaisababishia klabu yetu. Na kwa mantiki hiyo, tumeamua kuingia mtaani sasa kwenda kutoa elimu. E, njia ya kwanza ya kumkomboa mtu yoyote ni kumpatia elimu. Wakati Jerut, akishirikiana na vyombo vya dola kuwakamata wauza jezi feki, sisi tunakwenda kuwapa elimu Wanasimba waachane na kununua jezi feki za klabu yao, twende tukawaambie ana kwa ana madhara wanayoisababishia klabu yao. Twende tukawaambie wanasimba, kudumaa kwa Simba kiuchumi, wao ndio sababu namba moja, kwa sababu hawanunui vitu orijinal vya klabu yetu. Kwa hiyo tunaanza safari yetu hiyo, tunakwenda kuzungumza na wanasimba katika vijiji, vitongoji, kata na mashina yao kule ambako wanaishi, kuwaambia umuhimu wa wao kununua jezi original lakini tumewaachia watu wanaouza jezi feki waende wakajitanue hasa katika yale maeneo ya mbali. Uh, wanafika huko wanauza jezi feki. Shabiki wa Simba ambaye anakaa huko ndani ndani kabisa Itigi haijui jezi original, pengine atakapokutana na jezi yoyote yenye logo ya Simba basi yeye ananunua, akiamini ya kwamba hii ndiyo jezi original ya klabu yake mua. Kwa hiyo tulichoamua ni kwamba kwenda kubanana nao kule ambako wauza jezi feki wanafika, na sisi tunafika huko kwenda kutoa elimu lakini kuwapelekea jezi original. Kwayo chombo unaiona hii hapa inaanza safari hii leo ya kuzunguka nchi nzima. Tunatoa elimu, lakini tunawauzia na jezi vile vile, ya kwamba usivae hii, ni feki, vaa hii original, kwa mchango na maendeleo ya klabu yako. Ndiyo kazi ambayo tumeamua kuifanya, na bismillah, tunaianza hii leo. Jahazi naliongoza mwenyewe nikipita katika mitaa mbalimbali na leo tunaanzia Pwani, tunaambaambaa ule ukanda wa pwani kuanzia Bagamoyo Kiwangwa, tunakwenda mpaka Msata, napiga mboga Lugoba, Wami, tunafika mpaka Mkata, Msata, tunakula mbuzi choma pale, tunakwenda mpaka Segera, tunanunua machungwa, tunakunja Mombo, Korogwe, moja kwa moja mpaka Same, tunakutana na Wapare. Tunakwenda mpaka Moshi Kilimanjaro, Hai, safari mpaka Arusha yote hiyo ni kwenda kuzungumza na wana Simba kuwaambia juu ya umuhimu wa wao kununua jezi, na kwa wale ambao bado hawajanunua jezi zao basi tunakwenda kuwafikishia jezi huko huko katika maeneo yao wanakoishi. Na mchakato huu semaji, mnatarajia utachukua muda gani? Tunatumia siku hizi za mapumziko ya kalenda ya FIFA eee, kwa maana siku, siku kumi na tano hizi kuanzia hii leo chombo inang'oka kurejea hapa Dar es Salaam ni tarehe kumi na tano, Mwenyezi Mungu akijalia tutazunguka katika mikoa yote hiyo ambayo nimewatajia na mikoa mingine ambayo sijaitaja kwa maana ya Dodoma, Morogoro, Singida, e, Tabora, Mwanza, mwa, e, Mara alafu tunarudi namna hii tena moja kwa moja mpaka Dar es Salaam. Kwa hiyo ni mchakato wa siku kumi. Hii sasa itakuwa ni, ni, ni, ni opening lakini bado utakuwa ni mchakato endelevu ambapo tutazunguka nchi nzima elimu pamoja na kuuza jezi moja kwa moja. Na mchakato huu utakuwa ni kwa muda fulani mpaka tarehe 15 ndio mwisho au itakuwa ni endelevu hii? Kumi na tano tutarudi kwa ajili ya kuanza e, maandalizi kuelekea katika mechi yetu ya ligi ya mabingwa Afrika, lakini wengine wataendelea e, lengo letu ni kuona ya kwamba hatuwapi pumzi wanaouza jezi feki, tunahakikisha ya kwamba e, sokoni, e, shabiki wa Simba anaona jezi feki anaona na jezi original. Alafu anafanya maamuzi ya kununua jezi original kwa sababu kwanza ameiona, lakini amepata elimu ya kutosha ya kwa nini anunue jezi feki anunue jezi original. Bila shaka mashabiki wa Simba Sports Club wanataka kusikia baada ya kutua meneja mkuu, nini ambacho kinaendelea kikosini kinachoendelea ni programu ya mazoezi e, ambapo wiki hii kikosi kinarejea tena katika uwanja wa Mo Simba Arena chini ya mtaalamu kwa mara ya kwanza. Mtaalam Pantev atakanyaga ata, ata nyasi za Mo Simba Arena kwa ajili ya kuanza kufundisha vijana wetu mpira, na amefurahi sana kuja kuja Tanzania na alifurahi e, pale airport tulimkabidhi jezi original za mnyama na zikampendeza kweli kweli na akasema tangu ameanza kufundisha kabumbu hajawahi kuvaa jezi nzuri kama ambayo Simba Sports Club amezikuta. Kwa hiyo leo hii, wiki hii, kati ya leo au kesho tunaanza rasmi programu ya mazoezi, na baada ya muda mchache sana timu yetu mtaiona ina mabadiliko makubwa kweli kweli kwenye eneo la kiufundi. Mbali na hayo, uh, semaji uh, kumekuwa kuna taarifa za kuhama uwanja wa Benjamin Mkapa kwa mechi za ligi, pengine utuweke wazi hizi e, taarifa zikoje, na kama ni kweli ninakwenda kutumia uwanja gani mbada ya mechi za ligi ambazo zimesalia? Kwanza kabla hatuja det tumemaliza mipango ya jezi. Jana ulizungumza kuhusiana na uuzaji wa jezi kwa sana, kama kuna maduka maalum. Kuna kitu ambacho tunazungumza, tutakuja kote huku eh, leo tuko hapa um, mkakati unaandaliwaje Ahmed? kwa sana na duka maalum kwa sana na kuuza jezi za club. eee, tuna kinyago naona hapa ya baba leo leo leo leo leo je? <laughs> na kinyagtamajkale uonekani na waandishi walisema hapo kwenye gari ili kinyago asije kukaa nyuma. Amesema, sijasema. Basi huyu dada <laughs> e, amesema, amesema. Kimsingi ni kwamba kwanza niseme ni, ni, ni kitu kimoja, unajua eh, kwa tathmini niliyoifanya eh, wanaovaa jezi original na wanaovaa jezi feki, Tanzania hii wanaovaa feki ni wengi kuliko wanaovaa original. Na wanaopata faida kubwa kati ya mzabuni halisi na mharamia anayeuza jezi feki, mharamia anayeuza jezi feki anapata faida kubwa kuliko, kuliko, kuliko mzabuni, mzabuni, kwa sababu e, wanaonunua feki ni wengi kweli kweli. Hesabu nyepesi, kwa mfano mzabuni anaweza akauza pisi e, milioni moja pekee, tufanye Simba ina mashabiki milioni tano Katika hao milioni tano mashabiki milioni tatu wakanunua jezi, maana yake milioni moja wamenunua original, milioni mbili amenunua jezi feki. Nani amepata faida kubwa hapo? Nani amevaa jezi e, wakina nani amevaa jezi sahihi kati ya original na, na, na, na, na, na, na, na wale wafeki? Majibu yake ni kwamba wale wafeki ni wengi zaidi. Na ndio maana hii vita sisi tunaichukulia very serious ili kuhakikisha kwamba tunadhibiti mianya hiyo, mianya hiyo ya jezi feki, lakini tuna kila sababu ya kumsaidia Jerut kwenye hii vita kwa sababu uh, Jerut amewekeza ndani ya Simba na ametoa ahadi lukuki za kutimiza ndani ya Simba. Ametoa ahadi ya uwanja ametoa ahadi ya gari, ametoa ahadi ya kushi, kuku, kuku, kufanya usajili kila mwaka. Sasa hawezi kutoa fedha kwenye biashara zake nyingine akaja kuwekeza ndani ya Simba hela ya kuwekeza ndani ya Simba ambayo ili atimize ahadi yake ataipata kwenye biashara ambayo amewekeza nayo, ni biashara ya jezi feki. Kwa hiyo kabla ya kumdai Jayroot kwamba timiza ahadi zako ambazo umetuahidi kwanza sisi mashabiki wa Simba tutimize ahadi yetu ya kununua, tutimize wajibu wetu wa kununua jezi original, ndipo yeye atengeneze faida ambayo atakuja kuwekeza ndani ndani ya klabu yetu. Ndio maana sisi tunasema ya kwamba hii ni vita ambayo tunaivalia njuga kuhakikisha ya kwamba Jerut anatimiza majukumu anatimiza eh, anafanya biashara ipasavyo anapata mpunga wa kutosha kwenye faida, alafu faida yake anakuja kuwekeza ndani ya klabu yetu, anatuletea basi la kisasa, analeta mchezaji wa maana ndani ya klabu yetu, anajenga uwanja, anafanya marekebisho ya ofisi. Atafanya mambo yote hayo endapo biashara yake itakwenda sawasawa. Sijamaliza. kwa hiyo kwenye kuhakikisha hilo linafanikiwa lina, lina ndio maana tukasema sisi wacha twende ndichi twende tukazungumze na Watanzania juu ya umuhimu wa wao kununua jezi original. Msemaji, mbali na jitihada ambazo klabu mnazifanya kwa ajili ya kupambana na hizi jezi feki, serikali pia ina waspotikigani kwa kisha pia inaungana na Simba katika kudhibiti jezi feki kuingia nchini inatu support sana tunashukuru. Eh, serikali hasa jeshi la, la, la, la polisi eh, kwa namna ambavyo tunapita nao bega kwa bega kukamata eh, watu ambao wana, wanafanya biashara ya jezi feki. Lakini kuja kumkamata mtu eh, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye biashara yake huku, hii ni final stage. Tulichotamani zaidi na tunachotamani zaidi Eh, mianya ya jezi feki kuingia ndiyo ambayo izuiliwe, kwa sababu hizi hizi jezi hazishuki kama mvua. Hizi jezi kuna sehemu zinapitia, na geti ziko mbili tu, aidha ipite kwenye maji, ama zipite zipite zipite angani, kwa maana ya ardhini. Na sehemu zote hizo eh, mamlaka zipo, zipo zinafanya udhibiti wake. Kwao sisi tulichokuwa tunatamani udhibiti uanzie huku. Tukifanikiwa huku, wala tuna haja ya kupita madukani na kuanza kukamata muuzaji moja moja, kwa sababu tunakuwa tumezuia yule ambaye anaingiza pale pale, mzigo unataifishwa feki unachomwa hadharani, shughuli inakuwa imeishia hapo. Mtaani mm. haitofika haitofika jezi. Kwa hiyo tulikuwa tunatamani zaidi eh, tuweze kuzuia kwenye chanzo, kabla ya kuja kufika huku, ambako unakuja kumkamata mtu ana jezi kumi, mtu ana jezi ishirini, kazi inakuwa ni kubwa kweli. Kwenye swala zima la bei vijijini, wengi wanaona kwamba jezi feki inauzwa bei rahisi, na ndio maana unakuta mtu ananunua kulingana labda na vipato vyao. Vipi kuhusiana na hizi jezi ambazo mnawapelekea, kuna punguzo la bei ama bei ni hiyo hiyo? Uh, ukisema unanunua jezi feki kwa sababu ya bei rahisi, uh, utakuwa ni kuihujumu kui, kui, kui klabu yako moja kwa moja, kwa sababu jezi sio nguo ambayo unanunua kila siku. Uh, unanunua mara moja kwa mwaka una jichanga, una kwa hiyo mtu unajichanga unanunua jezi yako kwa shilingi elfu arobaini na tano na mimi niwaambie ndugu zanguni, uh, fanyeni utafiti na uzuri siku hizi mnasafiri sana. Tanzania ndiyo nchi pekee ambayo tunauza jezi kwa bei rahisi kweli kweli. Nendeni tu Uganda hapo nenda kanunue jezi ya timu ya taifa ya Uganda, bei yake, wewe utakimbia vibaya mno. Nenda tu Malawi hapo kaulizia jezi ya Nyasa Big Bullets, ukitajiwa bei yake utakimbia, usigeuke nyuma. Tanzania ndio tunauza jezi kwa bei rahisi kwelikweli kweli. tena kama mwaka huu e, Jerut ndio amefanya kufuru kwelikweli kweli. ametengeneza jezi ya viwango vya dunia alafu ameuza kwa bei ya Mtanzania. Kwao bei sio sio sio kikwazo, lakini huu mzigo ambao tunatembea nao sisi hatushushi bei, bei yake ile ile ni shilingi elfu 45, kwa sababu kuna mtu tulimuuzia kwa bei ya jumla anakwenda kuuza huko mtaani kwake kwa, kwa shilingi elfu 45 alafu sisi tena tuingie mtaani tuanze kuuza kwa bei ndogo, tutakuwa tuna mhujumu yule ambaye alinunua kwa bei ya jumla ndani ya klabu yetu. Kwa hiyo bei yetu ambayo tunapita nayo ni ile ile shilingi elfu 45, ili wauzaji waendelee kuuza kwa shilingi elfu 45 yao ile ile. Tuhame sasa.